Aliyepewa thank you na Simba ameshatua kwa wakubwa, ambapo inaelezwa kwamba aliyekuwa beki wa kulia wa klabu ya Simba Sport Club ya Tanzania amesajiliwa rasmi na klabu ya klabu Industrial D Kamsari ya jine baada ya kuachwa na mabingwa hawa kihistoria wa ligi kuu ya Tanzania. Mchezaji huyo amejiunga na timu hiyo mpya kwa matarajio ya kuanza upya na kuendeleza kipaji chake ligi ya, ya jini baada ya kutumikia Simba kwa muda na kupata uzoefu wa mashindano ya ndani na kimataifa, ambapo imeelezwa kwamba mchezaji huyo baada ya kuweza kupewa thank you na klabu ya Simba, basi ameamua kujiunga na klabu ambayo ni mpya kabisa ili kuanza upya baada ya kupata huo uzoefu kwa klabu ya Simba Sports Club, ambapo hapo, hapo imeelezwa kwamba aliweza kwe, aliweza kupata uzoefu mkubwa zaidi. Kwanza alipata uzoefu wa namna gani ya kucheza michezo ya ndani, lakini pia alipata, amepata uzoefu wa eh, kucheza michezo ya kimataifa kwa kuwa amecheza na, na klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa, huku akiwa amefanikiwa kuingia eh, robo fainali mara kadhaa, lakini kuingia makundi eh, mara kadhaa hivyo, na kumfanya kuwa na uzoefu zaidi, hivyo na kuamua kwanza na timu mpya ambayo itamfanya awe we, wa tofauti tofauti, na angejiunga na timu nyingine ambazo zenye tayari zina uzoefu, basi inakuwa na pressure zaidi, tofauti na ukiwa kwenye timu mpya kabisa.